Juzi juzi hapa, juzi juzi nimeiona kadhia na ikawa maarufu. Bwana mmoja ameposa, akakubaliwa, kumbe yeye na yule binti anaotaka kumua wanajuana, na ndio mila za siku hizi, unayekuwa hujui ni wewe baba tu na mkeo, lakini wao wanajuana. Mahari kadaiwa, yule bwana akatuma watu wakalipa mahari, alhamdulillah ikapangwa siku yandua, ya ndoa muoaji akaja. Alipofika yule mwoaji yule, baba mkwe yule walii kamtazama, akasema, mimi simuozeshi huyu mtu, simuozeshi binti yangu, atatuharibia ukoo. Kwa nini? Amezidi kuwa mfupi, hichi kimume kifupi mno, hatutaki mbegu hii sisi kwenye familia yetu. Ndio maana kila siku nimekuambieni, yule mwoaji mleteni nimwone, mkaa hamumleti. Kumbe ni huyu na mimi nilipomtazama yule mwoaji nilikiri kwamba kwa kweli mfupi. <laughs> Mimi sikuunga mkono kuwa asiozeshwe, lakini nilikubali kwamba kusema kweli ni mfupi. Yule mwoaji ni mfupi kuliko wote wote, tuoka hapa sisi, hakuna anaomfikia kwa ufupi. Akaambia, mzee, sasa unanizuia kwa sababu mbona? Mimi tumeshakubaliana. Anambia, mnakukubaliana wewe, mi sikuozeshi kwa sababu wewe ni mfupi. Toleo la mwisho kabisa, mi sikuozeshi mwanangu, wallahi. Ameshika huo msimamo na hakuozeshwa kweli, hapa hapa Dar es Salaam. Sasa nyinyi watu wafupi kama mimi, anzeni kuomba dua, kuna khatari, mtakuwa hapewi wake hapa Dar es Salaam. Akanyimwa mtu mke kwa sababu yeye mfupi, na alivaa mwenyewe vizuri, joho lake safi na kilemba vizuri kavaa bwana amekuja akaambiwa, hata ungevaa nini, hata sikupi mwanangu, utatuharibia ukoo wetu sisi. Mimi sitaki we, kama wewe waingie kwenye ukoo wetu. Wakaitwa wasomi kidogo, maustadhi na maustazi, kuna ustadhi na ustazi, wote wamekuja maustazi wale, wakatiatia fikra na rai, akawaambia nyie maustazi, semeni mtaka mpaka mchoke mimi huyu si mpi mwananguhyu la sivyo mkafanye busara arefuke kwanza kama haiwezekani kurefuka ondokeni naye simpi mwanangu huyu hakuoa unanielewa hiyo ndio adhlu msiwazuie wanawake ikiwa wanataka kuolewa na wanamme wengine au sio kaja mwanamme mwingine a atatoa uko nje huyu anaenda kutoa uko nje Msiwazuie litadhhabu bibadhi ma ataitumuhunna, ili muwanyanganye baadhi ya vile mlivyowapa. Nafahamu khitabu hadha lkhitabu, muwajahun ila auliyai lmara. Khitabu hii, katazo hili linakwenda kwa wale mawalii wa mwanamke, wale wanaofaa kumuozesha mwanamke, ndo wanaoambiwa msimzuie mwanamke kama anaolewa na mwingine aliyemtaka kuna makabila akifa mume, kuna mmoja kati ya ndugu zake wa kiume na huyu marehemu. Huyu marehemu si ana ndugu wadogo, ndugu zake kaka zake wa kiume, sio? kuna mmoja kati ya hawa ndugu zake wa kiume na marehemu, siku ya tatu atakwenda kurithi, sio? siku nyingi ni siku ya tatu, na mirathi itafanyika usiku. Usiku ndo muda wa kurithi. Atatoka huyo mrithi ambaye kwamba amba ndo familia imempoint ataingia chumbani kwa yule mama usiku. Akifika usiku, anasema anakwenda kumliwaza hayo liwazo, linaitwa taslia. Sio kuliwaza, ni taslia tu. Akifika yule mtu alokwenda ataliwaza, usinisukume kundani, niseme kuliwazana vipi? Kule anakwenda kuliwaza, akishaliwaza, akitoka ndani tayari ni mume kasharifu. Mnaonaje mirathi hiyo, mirathi au zina? Nimeambiwa nikaashiriwa, panasoma aya namba 19 Suratu An-Nisa, ni kauli yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Ni utaratibu wa maisha, anachosomesha mola hapa ni adabu na utaratibu mzuri wa maisha, tusiishi kama wanyama, Tukae kama wanadamu wenye thamani. Enyi watu mlioamini, si halali kwenu, la yahillu lakum, hairuhusiwi kwenu nyinyi, antarithu nisaa, kuwarithi wanawake, karha, kwa lazima, kwa nguvu. Akifa mtu halafu yule mkewe

kal amwali wal abidi watatasarifuna fiha kaifa ma tashaun. Imam Imamu Lmaraghi anasema, enyi watu mlioamini, si halali kwenu ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho sawa, si halali kwenu kwenda na mwendo wa zama za ujinga. Antaziru ala sunanil jahiliya, msiende mwendo uliopita zile zama kabla Bwana Mtume Muhammad hajaja haja zama za ujinga, zama za ujinga, fi hadmi hukuki nisa, katika kuziangusha kuzivunja haki za wanawake. Fatajaluhunna, mkawafanya wale wanawake mirasa lakum, kuwa ni mirathi yenu. Kal amwali wal abidi, kama mnaofanya mali na watumwa. Akiwa mtu na watumwa ye hey, akifa watumwa si wanarithiwa? Akiwa mtu na mali, akishakufa mali sinarithiwa? Mirathi ziwe hizo, sio wanawake mwanamke harithiwi akishakufa mume. Mwanamke atakaa eda, ndo anavyotaka Mwenyezi Mungu, sio eda ikishamalizika yule mwanamke harithiwi, anasubiri kuolewa kwa halali na wale watu inaosihi kumwoa. Eda akae baada ya kufa mumewe, na ile eda asifanywe mateso, sio asiteswe kwa singizio cha eda. Kuna na mateso pia sifanyiwe, halafu akimaliza eda harithiwi, aje mtu anayefaa kuja. Maana sio kila mtu anafaa kumwoa, sawa? Aje ampose, wakubaliane, adaiwe mahari, huyo mtu alipe kwa ndoa upya, sio kumrithi. Nanielewa, la yahillu lakum, si halali kwenu nyinyi, antarithu nisaa, kuwarithi wanawake karha, kwa kuwalazimisha watatasarafu fihinna kaifa ma tashauna mkawarithi mkaanza kuwatumia kama vile mpendavyo wahunna karihatun na hali ya kuwa wenyewe hawataki ili jambo eh? mnalijua jambo hili hapa Tanzania kuna baadhi ya makabila na hata baadhi ya makabila huko nje kuna makabila akifa mume kuna mmoja kati ya ndugu zake wa kiume na nauyu marehemu huyu marehemu si ana ndugu wadogo zake, kaka zake wa kiume, sio? Kuna mmoja kati ya hawa ndugu zake wa kiume na marehemu, siku ya tatu atakwenda kurithi, sio siku nyingi, ni siku ya tatu, na mirathi itafanyika usiku. Usiku ndo muda wa kurithi. Atatoka huyo mrithi ambaye kwamba ndo familia imempoint, ataingia chumbani kwa yule mama usiku. Akifika usiku, anasema anakwenda kumliwaza Hayo liwazo linaitwa taslia, sio kuliwaza, ni taslia tu. Akifika yule mtu alokwenda, ataliwaza usinisukume kundani niseme kuliwazana vipi. Kule anakwenda kuliwaza, akishaliwaza, akitoka ndani tayari ni mume, kasharithi. Mnaonaje mirathi hiyo? Mirathi au zina? La yahillu lakum an tarithu nisaa karha, marufuku kuwarithi wanawake kwa lazima

vile ambavyo mlishawapa mpate kuwanyanganya. Wala tadhuluhunna bimaana wala tamnauhunna, msiwazuie wanawake ikiwa wanataka kuolewa na wanamme wengine au sio? Kaja mwanamme mwingine atatoa uko nje, huyo anaenda kutoa uko nje. La, msiwazuie litadhabu bibadhi ma ataitumuhunna ili muwanyang'anye baadhi ya vile mlivyowapa. Nafahamu khitabu hadha lkhitabu muwajjahun ila auliyai lmara, khitabu hii, katazo hili linakwenda kwa wale mawali wa mwanamke, wale wanaofaa kumuozesha mwanamke ndo wanaoambiwa msimzuie mwanamke kama anaolewa na mwingine aliyemtaka, sio? Mnanielewa hivyo? no. Aya hii, maneno haya wala taadhuluhunna ndo yemetia nguvu kwamba ndoa lazima isimamiwe na walii, kwa sababu kumbe walii anayo nguvu ya kumzuia yule mwenye kutaka kumwozesha. Kama ingelikuwa mwanamke ana uwezo wa kujiozesha mwenyewe, katazo ile isingekuwa na maana. wala msiwazuie kumbe, mume mzee aweza kumzuia mwanaye, au sio? Na wazee wengi sana wameshawazuia mabinti zao kuolewa na wanaume wengine juzi juzi hapa, juzi juzi nimeiona kadhia na ikawa maarufu. Bwana mmoja ameposa akakubaliwa, kumbe yeye na yule binti anaotaka kumoa wanajuana, na ndio mila za siku hizi, unayekuwa hujui ni wewe baba tu na mkeo, lakini wao wanajuana. Mahari ikadaiwa, yule bwana akatuma watu wakalipa mahari. Alhamdulillah, ikapangwa siku ya ndoa, muoaji akaja Alipofika yule mwoaji, yule baba mkwe, yule walii kamtazama, akasema mimi simuozeshi huyu mtu, simuozeshi binti yangu, atatuharibia ukoo. Kwa nini? Amezidi kuwa mfupi, hichi kimume kifupi mno, hatutaki mbegu hii sisi kwenye familia yetu. Ndio maana kila siku nimekuambieni, yule mwoaji mleteni nimwone, mkaha mumleti, kumbe ni huyu. Na mimi nilipomtazama yule mwoaji Nilikiri kwamba kwa, kwa kweli mfupi <laughs> mimi sikuunga mkono kuwa asiozeshwe, lakini nilikubali kwamba kusema kweli ni mfupi. Yule mwowaji ni mfupi kuliko wote wote tuoka hapa sisi, hakuna anamfikia kwa ufupi. Akaambia mzee, sasa unanizuia kwa sababu mbona? Mimi tumeshakubaliana. Anambia ah, mnakukubaliana wewe, mi sikuozeshi kwa sababu we ni mfupi. Toleo la mwisho kabisa, mi sikuozeshi mwanangu wallahi ameshika huo msimamo na hakuozeshwa kweli. hapa hapa Dar es Salaam. Sasa nyinyi watu wafupi kama mimi, anzeni kuomba dua, kuna hatari mtakuwa hapewi wake. hapa Dar es Salaam kanyimwa mtu mke kwa sababu yeye mfupi, na alivaa mwenyewe vizuri, joho lake safi na kilemba vizuri kavaa. Bwana amekuja akaambiwa, hata ungevaa nini hata sikupi mwanangu, utatuharibia ukoo wetu sisi. Mimi sitaki we, kama wewe waingie kwenye ukoo wetu. Wakaitwa wasomi kidogo, maustadhi na maustazi, kuna ustadhi na ustazi wote wamekuja. Maustazi wale wakatiatia fikra na rai, akawaambia nyie maustazi, semeni mtaka mpaka mchoke, mimi huyu simpi mwanangu la sivyo, mkafanye busara arefuke kwanza. Kama haiwezekani kurefuka, ondokeni naye basi, mpi mwanangu huyu hakuoa. Onanielewa, hiyo ndio adhlu kumzuia mtu kuolewa, nanifahamu hivyo, illa an yatina bifahishati mubayina isipokuwa wale wanawake kama wataleta machafu ya waziwazi na fahisha. Tunaijua sote fahisha ni uzinifu, sio. Illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa wale wanawake wakileta machafu ya waziwazi. Waashiruhunna bilmaruf, ishini nao kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtawachukia wale kina mama fasa, fasa an takrahu shaian, hakika mnaweza kulichukia jambo. Fasa kwa hakika an takrahu shaian, mnaweza kukichukia kitu chochote. wayajalu Allahu fihi khairan kathira, Mola akaweka kwenye hicho kitu kheri nyingi. Kuweni makini wasomaji, kwenye kupenda na kwenye kuchukia. Unaweza kukipenda kitu kumbe kina shari kubwa na wewe, na unaweza kuchukia kitu kumbe kina kheri kubwa sana na wewe. asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Kwa kuwa kheri zako huzijui, muombe Mungu akupe aliyo kheri na wewe kwa kuwa kheri zako huzijui, mwambie Mungu akuepushe na yale yanishani na wewe nawewe, usijiombeombee tu nanielewa hivi. Kwa hiyo mwaweza mkawachukia wanawake, wayajalallahu fihi khairan kathira, Mola akaweka ndani ya hilo jambo kheri nyingi sana. Tuko pamoja. Mimi nataka nisome aya ya mwisho kwa darasa ya leo.

atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina in aradtum istibdala zawjin makana zawj, ikiwa mtataka kubadilisha mke mahala pa mke wa ataitum ihdahunna qintara, na hali ya kuwa mmempa mmoja kati ya wale wanawake qintara, mali mengi. Qintara ni ismu jinsi ya mali nyingi mno kintar usikadirie kuwa ni milioni moja mbili, malaini momali yana ni mimali inayosumbuka mpaka kuhesabu ndo kintara sawa. Naam, wa idha raghibtum ayuha lazwaj fi sibdali zawjin jadida makana zawjin sabiqatin kadima qadima karahitumu, karahitumuha liadami taatikum wa adami sabri ala muasharatih na amekuwa na matendo mabaya umuru ha shania ana matendo ya ovyo hizi nyumba mnakaa hizi izikuta mshukuruni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyojalia watu tunakaa ndani ya nyumba tukafunga mlango wa ila mngeona sinema za kutisha sana kuna watu humu ndani ni kama wameoa mabomu ya machozi kila siku analia, yaani yule mkewe ni kama bomu la machozi hakuna siku ambayo halii. Kasiyat alqalb yule mwanamke moyo wake ndani mule utadhani kuna mfungwa na askari magereza. Sasa mwanamme utasubiri, mwisho utaona kusema kweli, huu niloubeba ni mzigo wa misumari na mi kichwani nina kipara kichwani nimenyoa kipara cha wembe, na huu mzigo ni mzigo wa misumari. Ntakufa, si unautua au utastahimili? Mizigo ya misumari kichwani na una kipara. Na hiyo si kwa wanawake tu, ni pande zote, na kuna wanamume na wao kwa mkewe, huyo mume ni kama mzigo wa misumari, na yule mwanamke ana kipara. Kuna wanamume akiwa anarudi nyumbani, ule mkewe anakonda Yaani, furaha ya yule mwanamke mmewe hayupo, sio? Akitoka anaenda zake, mwanamke anafanya oh, alhamdulillah, firauni yule anaondoka, anaweza kuchukia sala laanatullahi alayhi. Akitambua unarudi anaelekea kibla anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Mwenyezi Mungu, msiba ule unarudi. Sio hali yangu hivyo, kuna wanaume wa ovyo na wanawake wa ovyo tatizo tu wale wanawake wale hawamiliki talaka nako ni kwa hikma ya Mwenyezi Mungu talaka abda miliki nyinyi wanamume au sio inabidi mshukuru semeni alhamdulillah Bye. talaka wenge miliki wanawake mbona ah, wengi wake, wake zenu amna wake zamani mishaachwa mwanamke mwanamke mchezo z kapigwa talaka mia mbili nimekuacha talaka mia mbili na khamsini. Mwanamke talaka mmepewa nyinyi, kwa sababu wanamume kidogo wanakuvumilia, wana hiki kidude, wanavumilia. Si mnanifahamu hivyo? Sasa huyu mwanamke wa zamani, daat taatuha umepotea utiifu wake wa asbahti umuruha shania wa kabiha, ana mambo ya ovyo hakutii.